Mheshimiwa Mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi CCM ndio chama, chama pekee ambacho kwenye bendera yake kuna nembo ya jembe na nyundo. Jembe linamwakilisha mkulima ambaye ndio leo tunamjadili hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, wabunge wengi wamechangia humu ndani, wizara ya kilimo ambayo ndio uti wa mgongo wa hili taifa. Serikali kwenye bajeti zake wamepeleka asilimia tatu za miradi ya maendeleo ya kilimo, asilimia tatu ambao wako kule ndani. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba katika kila shilingi mia serikali imepeleka shilingi tatu kwa ajili ya kumwezesha mkulima ambaye yupo kwenye bendera ya Chama cha Mapinduzi. Mkulima mnyonge na Tanzania, ukizungumzia mnyonge tunamzungumzia mkulima, atuzungumzii mtu yoyote. Mkulima ndio tunajadili, ndiyo mnyonge. Mpaka kwenye Chama cha Mapinduzi ndio tulitumia kama silaha ya kumwondolea mkolome mkoloni mnyonge, mkulima, asilimia tatu. Mweshimua mwenyekiti Magazeti baada ya kusoma hotuba yalisema yalipongeza sana hotuba yakaisifu kwa kuondoa tozo, lakini hizi tozo mheshimiwa mwenyekiti, hatujazijadili kwa kina. Ni kweli serikali imeondoa tozo, kwa mfano tozo 80 kwenye mazao ya biashara, kwenye tumbaku wameondoa tozo kumi, kwenye kahawa wameondoa tozo kumi na saba, kwenye sukari tozo kumi na sita kwenye pamba tozo mbili kwenye korosho tozo mbili na kwenye chai tozo moja. Sasa mimi nataka tujadili tozo moja baada ya nyingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukipitia tozo za sukari kumi na sita zote kwenye kitabu zinamhusu mnunuzi na wala si mkulima moja kwa moja. Tozo zinamsaidia mtu wakati sio mkulima wa kawaida wa chini. Tozo hazijadili kuhusu miundombinu ambayo wakulima wanahitaji. Wanahitaji soko la uhakika, wanahitaji miundombinu kwa maana ya umwagiliaji, wanahitaji mbolea. Hayo ndiyo mambo ambayo wizara ya kilimo ingekwenda kujadili. Ukija kwenye tozo ya pamba, tozo ya pamba yenyewe inasema wameondoa pale tozo mbili. Ukija kwenye hotuba ya waziri, mheshimiwa mwenyekiti, anasema kwa mfano, kuna tozo ya kituo cha kununulia pamba katika ngazi ya halmashauri ambayo wizara ya kilimo mpaka sasa hivi inasema tozo hii wizara itawasiliana na ofisi ya Rais Tamisemi kwa ajili ya utekelezaji wa swala hilo. Maana yake mpaka sasa hivi wizara haijawasiliana na Tamisemi. Tulitegemea nini hapa? Tulitegemea kwamba wizara wanapokuja hapa, ili swala lio limefanyaje, lio limeshakwisha. Tozo ya pili inasema tozo ya maendeleo ya elimu kwenye pamba inayotoza kwa kiwango cha shilingi kumi kwa kilo katika halmashauri ya Meatu, halmashauri moja wao Meatu waliweka hii tozo ili wachangie elimu, wapate mapato ya wa ndani lakini hao wizara ya kilimo inasema wizara itawasiliana na ofisi ya rais TAMISEMI kwa ajili ya utekelezaji. Maana yake bado hawajatekeleza, lakini ilivyoandikwa ni kama jambo limeshakwisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo ni kwenye tozo ya pamba. Ukija tozo ya korosho, tozo mbili zote zinahusu wanunuzi wa korosho. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapo utaona tu kwamba tozo zinazoondolewa gharama za magunia na kamba shilingi hamsini na sita. Ni nani hayo magunia na kamba? Ni mkulima wa kawaida? Ni yule anayenunua, anayepeleka huko mbele. Ada ya leseni ya kununua korosho kwa kiwango cha dola elfu moja, sio mkulima. Hapa wakulima wa korosho wanataka wahakikishiwe kwamba yale madawa ma ma yale kwa ajili ya mbolea hapa, pamoja na madawa kwa ajili ya korosho, ndio yanayotakiwa hapa. Ndicho ambacho tumekuwa tukijadili hapa, lakini hapo ukiangalia ni mtu wa kati. Sasa mimi ninachokisema hapa, mheshimiwa mwenyekiti, hapa ni kwamba tumesaidia tu watu wa wale middle, middlemen kwa maana ya wafanyabiashara badala ya wakulima wa chini. Ukija kwenye tozo ya, ya tumbaku ni hivyo hivyo, kati ya tozo kumi ni tozo mbili tu ndio zinahusu moja kwa moja wakulima wa kawaida. Ukienda kwenye tozo za kahawa kati ya kumi na saba ni tozo mbili peke yake ndizo zinazohusu wakulima moja kwa moja. Sasa mheshimiwa mwenyekiti tunapojadili tozo tujadili kwa kuwasaidia wakulima wa chini, na ndiyo maana siku zote tumekuwa tukisema kwamba hapa serikali ingekuja ingejadili uhakika wa mbolea kwa wakulima wa kawaida, uhakika wa masoko kwa wakulima wetu, miundombinu ya umwagiliaji kwa mwaka mzima. Hayo ndiyo mambo ambayo tungesema sasa tunamnyanyua mkulima wa kawaida, tunampeleka juu. Sasa leo sukari ni kwamba baada ya kuona imemesa na, na hata ukisoma kwenye hotuba yako inaonyesha uagizaji wa mwaka huu sukari inaonekana mazao yameongezeka kwelikweli, kuliko mwaka jana, lakini kihali ki, halisi kwenye soko la ndani u ndani ni kwamba hali ya sukari ni mbaya kuliko hata ile ya mwaka uliokuwa umepita. Sasa ukipitia hizi takwimu, mheshimiwa mwenyekiti, zinajikontradikti. Sasa haya ndiyo mambo ambayo tunahitaji hapa tuyajadili. Ukijadili takwimu kwa kuspini magazeti yakakusifu, lakini ulichokiandika ndani hakitekelezeki na wala hakitamgusa mwananchi wa kawaida, na hicho ndio Mheshimiwa mwenyekiti ambacho mimi ni baada ya kukisoma hiki na, na, na ndiyo maana Mheshimiwa mwenyekiti ukienda hata kwenye hotuba ya, ya, ya, ya, ya, ya kamati, kamati imeeleza vizuri kilimo si moja ya vipaumbele vya serikali. Ikabati maoni ya kamati ndio maoni ya bunge zima, maanake bunge tunaiambia serikali kwamba kilimo serikali kwamba kwenye kilimo mnachokifanya ni sawasawa na kazi bure. Haya ni maoni ya bunge sio, yani kamati ni bunge, ndio tunachokijadili hapa ndani. Sasa, mheshimiwa mwenyekiti, tunahitaji majibu juu ya haya maswala. Moja, tunahitaji ufafanuzi juu ya tozo moja baada ya nyingine hizi, ambazo zimeandikwa kwenye kamati, hizi hazikupelekwa zimeletwa tu hapa ndani ya Bunge na ndio maana tunahitaji ufafanuzi juu ya hili jambo lakini, jambo jingine, tunahitaji uhakika kwamba hawa wakulima ambao tumekuwa tukiwajadili kila mwaka, ikiwemo kule Momba, mwaka jana serikali imeshindwa kununua chakula na tishio la njaa la mwaka jana ndio ambalo sasa mwaka huu litakiwa litulete yani, tunapokuja katika mwaka mpya wa fedha tishio liliokuwa linaonekana mwaka wa fedha uliopita lilitakiwa mwaka huu sasa wizara ije na bajeti ambayo tutasema kwamba tutanunua chakula ambacho kitaweza kusaidia nchi yetu kwa ujumla. Na nanieleza na tu Mheshimiwa Mwenyekiti, usalama wa taifa sio sio kuwa na mabunduki mengi, usalama wa taifa ni kuwa na chakula. Ukiwa na mabunduki, ukiwa na mabomu, lakini mwisho wa siku watu wako wakiwa na njaa, hiyo vita huwezi kushinda. Ukisikia Marekani wanakwambia kwamba tuna uwezo wa kupigana vita tatu ama nne kwa wakati mmoja ama mpaka vita sita. Sio kwamba kwa sababu wana mabomu ama wana teknolojia, wana uhakika wa kuweza kufidi wanajeshi wao wakaendeleza na mapambano. Sasa sisi uhakika wenyewe wa chakula ndani ya hili taifa haupo, lakini ukiangalia mazingira ya, ya, ya, yaani geographical position ya nchi yetu iko, iko vizuri kabisa, kwa maana ukiangalia kama ni maziwa yapo ya kutosha, kama, kama ni, ni mito yapo ya kutosha lakini mwisho wa siku ni kwamba miradi ya umwagiliaji haifanyi kazi vile inavyotakiwa. Miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa na serikali, leo wananchi ndio wamekuwa wakilalamika, na mwisho wa siku ni kwamba miradi hii ambayo ilikuwa imeanzishwa, kwa mfano miradi ya umwagiliaji iliyokuwa imeanzishwa, badala ya kuwasaidia wananchi wa chini wa kawaida, sasa ile miradi, anakuja mwekezaji mmoja, anaambiwa sasa, wewe huu mradi wa, wa maji ndio utakaotumia, kwamba anakuja mwekezaji ameshaona miundombinu pale ya serikali kwamba nyinyi mtatumia huu mradi, na wananchi wa kawaida awapewi ile namna ya kuweza kufanikisha ya, ya, kutumia yale maji kwa ajili ya kilimo cha mwaka mzima. Kwa hiyo hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitaka kabisa kwamba serikali inapokuja lazima itoe ufafanuzi wa kutosha, na, na, na, na jambo jingine ni kwamba tuelezwe unapotaka kununua Muda wetu ndio huo mheshimiwa Silinde. Tunakushukuru kwa mchango wako.